De klasi, umeangalia wewe, umeona Harry Kane anachokuwa anakifanya kama namba sita, kitasa kabisa cha kufunga mlango. Huyo anaitwa Harry Kane. Sasa msimu huu nakupa wazaji watatu, mm. Nakupa watatu msimu huu. Kuna kiumbe kinaitwa Erling Haaland. Hicho kiana kwenye resi ya ufungaji pale IPL, utacheka. Ana goli kumi na moja, anamfuata sita, tano. Anachokifanya Harry Kane. Bae, ni ee mnataka kufunga magoli matatu e, mi na la kwangu moja hapo, mtajua, mtajua nani atafunga. Na mkichelewa yeye anawawai kama juzi game, asika wawai kafunga la kwanza, mwenye karudi sasa nyuma e, nije nicheze sasa oh. Mi. Jackson amalize yo namba tisa, alafu kuna striker anaitwa Kylian Mbappe hapo naambiwa kila mtu kafunga karibu, kama sio mechi tano mechi nne mfululizo, kila mtu kafunga mm. Msimu huu kuna vita iko serious hapa katikati, inafika muda mechi mpaka mpaka, anasema yeye penalti sitaki. mm. Mimi mm. wewe vipi? Nipia mimi na goli langu, na nitafuta nita, mwenyewe nitafunga, nitafunga hilo goli so, na watu wanafunga hilo goli msimu huu bana, kuna vita mm. Kwa hiyo mm. yale maombi ya ombeni sijui nani asitoe chochote sijui ili iweje, mm. yapo bado msimu huu yapo, o o Sijui kuna watu wamaliza lamba moja lamba mbili mm -hmm. Ballon d'Or ya mwakani msishangae, hawapo. Mi nimekupa makupa waonye, maana mshajokia kwamba mwakani anachukua ya mali nishaamua e, si yani nye mmeamua mwakani nachukua ya mali basi, ona hivi.